Turejee kaunti nambari 17 ambapo zaidi ya wanawake 500 huko Makueni wamepokea mafunzo ya kuendesha biashara na kujiimarisha. Wanawake hao pia wametakiwa kuchukua mikopo kutoka kwa serikali ili kuendeleza biashara zao. Taasisi ya biashara nchini inaendesha mafunzo kote nchini kwa lengo la kuhakikisha wafanyabiashara biashara wadogo wanainuka kimapato, na aswa na wanawake, vijana na walemavu. Leo tumekuwa na wamama lakini target yetu kubwa pia tunaangalia vijana, tunaangalia groups ya vijana na wamama. Kwa nini? Kwanini groups ya vijana na wamama? Sababu many of the women na, na youth hawana titles ambayo ni security na inahitajika kea, so wakikuja pamoja they guarantee each other. Wafanyabiashara wanalalamikia ukosefu wa soko la bidhaa zao na riba ya juu ya mikopo ya biashara. Naomba kila mama asikie hii kitu ni kitu ya maana, na achukue pesa, kwa sababu huko Makueni tukiangalia vizuri, uh, watu wako na mahitaji sana ya pesa, kwa sababu ukiangalia vitu zingine zinaendelea kama ile mambo ya kuuza mkuka, watu wanauza kwa sababu hawana income. Lakini tukiingia kwa hii mikopo, tuchukue tutaweka maduka, watoto wetu watasoma, mambo ya mikuka itaisha na kazi yangu gusana shondo nikelezi, niko na kikundi kile tunashona shondo lakini shita yetu ile kubwa hiyo shondo tukesona, hakuna mali pa kupeleka. Niambia kama hapo amesema watatupa, watatupatia hiyo market ya our products kama youths because nimesema it's a movement, tunafanya hizo vitu za beads, we are young farmers from the along a river na kama kutakuwa na market, we will be very much glad to, to, to, to continue. Kenya Industrial Estates inapatianga wamama pesa yenye iko na, yaani loan yenye iko na awamu ya chini at 3% na ukipatiwa hiyo pesa unarudisha polepole pole, kama unavyojua wamama wako na biashara ndogondogo zenye wanajiendeleza. Michael Mtinda, runinga Citizen, Makueni.